Ni ripota wako wa Kiislamu Hamza Mahane kupitia TV yako pendwa, ambao kazi yake kubwa ni kutoa habari na matukio ambayo yanaendelea katika nchi yetu hii ya Burundi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. La ilaha hapa kukuletea tathmini chache ya shirika hili la, la Kiislamu ambalo linalosaidia kwa kazi kubwa sana. Tulipata shirika lingine liliona harakati zetu. Alhamdulillah. Shirika sinasodi likiongozwa na Hamisi Hamisi. Mungu amuhifadhi. Aliona harakati yetu aliyaona yale tunayapitia, akaleta fikra, akatuombea gari. Gari hilo tulikabiziwa, akasema tafuteni gari ili gari unatumia linaonekana halitoweza hii kazi. Alhamdulillah, tulikabidhiwa gari hilo na leo tunazungumza hapo nje, tulikwenda nalo lakini, alifanya juhudi yote tukaenda, tukakabidhiwa kwenye komibu nimejitahidi kadri na hali kuweza kufika katika mkutano wao ambao umefanyika leo tarehe kumi na moja mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita Kiongozi ni mzee wetu mzee Arefe. Sasa alinsani itashinda kuendelea kweli, na waislamu ni viongozi na kama ikuendelea na tuko na wa viongozi Waislamu, basi mtakwa mumpendi Mungu kwa sababu mtu akizikwa, umetoa sanda umetoa esansi, umetoa nini? Mwenyezi Mungu anakulipa na anakupa sawabu, na kuna mambo mengine katika kazi zako unapungu, mitihani inapungukiwa. Lakini msimamizi wa kikao leo alikuwa ni Imam Daudi. Nimejitahidi kadri na hali kujua juhudi zao na jitihada ambazo wanazozifanya. Nimekimbia moja kwa moja kufika katika ofisi yao kuweza kuangalia namna wanavyotoa wa sanda bure vitumikisho vyote kwa minajili ya kuweza kuweka stara katika jamii ya Kiislamu anapofariki mmoja. Lakini safari hii haikuishia hapo, moja kwa moja nimefika hapa Malaloni maarufu ni Mbanda. Tazama ndugu zetu ambao wametangulia kaburini, wote ambao unawaona hawa na wao pia walikuwa wanaishi katika mgongo wa ardhi. Amini ndugu yangu dunia namna tulivyo, dunia namna tunavyojiona, dunia namna tunavyopambana, lakini mwisho wa pambano letu ni hapa katika mgongo wa ardhi ambao ni makaburini. Ma, mimi naona hapa nikiitwa ni, ni shehe baba, nafanya harakati kubwa katika shirika la gari za kuzikia katika zone ya Buterere likiitwa Al Ihsan, tunamshukuru wa Allah, tunakwenda kila mkoa tofauti Tuishaenda Kigoma kuchukua maiti ya Kiislamu kwa kuleta kuizikia katika nchi ya Burundi. Tuishachukua tena maiti ya Kiislamu tukaitoa Kiange Buterere tukaipeleka Uvira ndani. Hizi ni harakati za lisani, kwa kuwa waislamu wote wa kiababa wa kiamama wanachengela zao za mazutu. Alhamdulillah, tunafanya kazi kubwa na juzi tulikuwa Bubanza kwenda kuzika. Tazama mapori haya ambayo unaoyaona hapo, pamelala watu hapa, pamelala mashekhe, palilala watu maarufu, watoto kwa watu wazima, wote wako hapa amini kwamba na wewe unayenitazama iko siku jeneza lako na nawe litaletwa hapa. Shirika hili ambalo nimekuja nalo kuweza kukuonesha juhudi zao ambazo wanazozifanya katika nchi yetu hii ya Burundi, nakuachia namba zao za simu ni hizo hapo, unaweza ukaziona moja kwa moja na kuachia namba zao pia za kiongozi wa shirika hilo ni mzee wetu mzee rf pamoja na kamati yake kwa ujumla, zote hapo unaweza ukawasiliana nao lakini pia nakuachia namba zao za akaunti benki, unaweza ukaingiza sadaka yako kwa, waj... kwa minajili ya kuweza kulitia nguvu haswa katika kipindi hichi ambacho mafuta ya gari ni tabu kwelikweli. Kweli yangu ni hayo mafupi. Tungeomba tu Waislamu mjue, hizo gari mnaziona hapo sio urahisi kuzimiliki. Wanaweza ikupa wewe ukaichukua uimiliki ukairudisha ukaitupia tena, watu kaambia, hii gari siwezi kabisa, nimetu... rudisheni huko lakini juhudi tunayofanya na waislamu tena wamejitokeza kutusaidiza, msichoki, njooni tueni pamoja na sisi muone hali halisi, hii kazi tunaipeleka vipi, na yoyote yuko huru kuuliza taarifa ya hizi gari zinaendaje. Mimi ni Hamza Mahane ripota wako wa harakati hizi mbalimbali za kiislamu katika nchi ya Burundi kupitia Al Huda TV Burundi. Haya ndio limeweza kuyatathmini katika hii siku ya leo na kuweza kukuachia hapa, kwa kusema Mungu abarikie ndugu zetu ambao waliotangulia kaburini na sisi Mungu atujalie mwisho uliokuwa mwema.